Chadema na Watanzania tunataka serikali ya mpito isiyoongozwa na Samia Suluhu Hassan, itakaowekwa chini ya usimamizi wa taasisi huru za kimataifa kwa kuwa serikali haina uhalali wowote. Chadema inataka kuanzishwa kwa serikali ya mpito ambayo moja, haitaongozwa na Samia Suluhu Hassan wala serikali ya CCM itakayoaminika na Watanzania na jumuiya za kimataifa. Mbili, itasimamiwa na mashirika ya kimataifa yenye kuaminika na yenye uwezo kama vile Umoja wa Mataifa, AU na SADC. Tatu, itarejesha utulivu, haki za kisiasa na za kiraia. Nne, itafungua anga ya kisiasa na uhuru wa kujieleza. Tano, itaratibu uchaguzi mpya wa kitaifa kwa uwazi, uadilifu na uangalizi huru wa kimataifa Sita, itahakikisha kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa na wote waliofunguliwa kesi za uongo Saba, itahakikisha kuachiliwa kwa wote waliotekwa nyara na kufichwa katika mahabusu bubu vya siri na wanaopewa mateso yanayoratibiwa na vyombo vya dola. Pointi namba sita. Chadema na Watanzania tunataka uwajibikaji wa wote waliohusika katika mauaji na ukatili na tunataka mageuzi makubwa ya vyombo vya usalama. Chadema ina